Mara ugomvi unakurupua unanituka na mimi. Kuna sauti ambazo hazisikiki kwa masikio tu, bali hugusa moyo, huamsha kumbukumbu na kuacha alama isiyofutika. Kuna nyota zinazong'aa bila kelele, lakini mwanga wake huangaza safari za wengi hapo ndipo jina la Nandi hujitokeza, si kama mwimbaji wa kawaida, bali kama simulizi ya hali ya ndoto, subira na ushindi. Chini ya kivuli cha mlima Kilimanjaro alizaliwa binti aliyekuja kuipa sauti Afrika, sauti mpya, sauti iliyojaa hisia, maadili na matumaini. Huyu ndiye Nandi, The African Princess, mwanamke aliyefanya mziki kuwa ujumbe na jukwaa kuwa darasa. Nandi jina lake kamili ni Faustina Charles Mfinanga, mwimbaji na mtunzi wa nyimbo kutoka nchini Tanzania. Alizaliwa tarehe tisa Novemba ya mwaka 1992 katika ardhi ya eneo la Mawenzi, Moshi, mkoani Kilimanjaro. Tangu kuzaliwa kwake, maisha yake yalikuwa karibu sana na sauti ya uimbaji, kana kwamba alizaliwa tayari akiwa na wimbo moyoni. Nandi alizaliwa katika familia kawaida ya kawaida yenye misingi ya kazi na maadili. Mama yake mel Charles alikuwa fundi wa kushona huku baba yake Charles Mfinanga akiwa fundi wa magari yani, mekenekia. Jina la Nandy ni kifupi cha jina lake halisi la Nandela. Akiwa bado mdogo sana, alianza kuonyesha dalili za kipaji cha uimbaji. Alipofikisha umri wa miaka mitano tu, tayari alikuwa mwanachama hai wa kwaya ya watoto wa shule ya Jumapili katika kanisa la KKT mjini Moshi. Hapo ndipo safari ya muziki wake ilipoanzia na kuchukua mwelekeo wa kweli. Elimu yake ya msingi aliipata katika shule ya msingi ya Mawenzi na baadaye alijiunga na Lomwe High School, ambapo alikuwa kiongozi wa kwaya wa shule. Baada ya kumaliza elimu ya juu, Nandy alijiunga na chuo cha biashara cha CBE jijini Dar es Salaam, ukichanganya masomo na ndoto yake ya muziki. Hapa ndipo ilipotubua kimaisha. Safari ya muziki wa kitara ya Nandy ilianza kujulikana zaidi baada ya rafiki yake kumtambulisha na marehemu Ruge Mutahaba aliyekuwa afisa mtendaji mkuu wa Tanzania House of Talent, yani THT. Hapo ndipo Nandy alipojulikana na mtayarishaji Ima the Boy aliyemtengenezea wimbo wake uliokuja kumpa umaarufu mkubwa uwitao na Gusagusa. Ndani ya muda mfupi tu, baada ya kutolewa wimbo huo ulipata mapokezi makubwa na kumweka Nandy kwenye lamani ya muziki wa Tanzania. Mnamo mwanzoni mwa mwaka 2016, Nandy alishiriki katika mashindano ya kuimba yaliyoandaliwa na kampuni la Techno yaliyoshirikisha wasanii kutoka nchi mbalimbali za Afrika Fainali zilifanyika mjini Lagos, Nigeria, ambapo Nandi aliibuka mshindi wa pili. Ushindi wake katika shindano hilo ulimjengea uwezo mkubwa wa utumbuizaji jukwaani na kumpa fursa ya kujifunza kutoka kwa wasanii wakubwa wa Afrika kama M Abaga, Yemi Arade na Bien wa kundi la South Soul. Mnamo mwaka 2017, Nandi alitoa wimbo wa one day uliosukuma zaidi kazi yake ya muziki na kumpa nafasi ya kushiriki kwenye Coke Studio Afrika ya mwaka 2017. Mwaka huo huo, alichaguliwa kushiriki kwenye All African Music Awards ambapo alishinda tuzo ya msanii bora wa kike Afrika Mashariki, hatua kubwa iliyomfanya kutambulika zaidi kimataifa. Baada ya ushindi huo, aliendelea kutoa nyimbo zilizopendwa na mashabiki ikiwemo Kivuluge pamoja na wimbo wa Aleluya aliofanya kwa kushirikishana na msanii Wilipo Mnamo mwaka 2018 alitoa albamu yake ya kwanza itayo African Princess aliyothibitisha nafasi yake kama mmoja wa wasanii wakubwa wa kike wa barani Afrika. Mbali na muziki, Nandi ni mpenzi wa mitindo na ni mmiliki wa chapa ya mavazi inayojulikana kama Prince by Nandi Africa, lakini pia ni balozi wa UNICEF, mwana mitindo wa nguo za Rusi na mmiliki wa biashara ya makeup by Nandi. Kupitia shughuli hizi ameendelea kuwa mfano wa wanawake kwenye maono mapana na mchango chanya kwa jamii. Safari ya Nandy The African Princess ni ushuhuda wa msanii aliyeanza chini kabisa, lakini kwa juhudi, nidhamu na kipaji akaweza kufika juu. Kutoka kwaya za kanisani Moshi hadi majukwaa makubwa ya Afrika, Nandy ameonyesha kuwa ndoto zinawezekana kwa yule anayeamua kuamini na kuanza. Storitela wako naitwa Paul Kanuti, usisahau kusubscribe na kuomba like na kushare, tukutane kwenye makala nyingine.